na mamaye aliweka hayo yote moyoni mwake, naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo akimpendeza Mungu. o ukoje mwambie msingi wako ukoje. Mambo ya kuzingatia kama na kijana. Andika mambo muhimu ya kuzingatia kama kijana na uwe mtu ambaye mwenye hekima, mwenye utii, mwenye kujitambua.